Muhammad bin Abdul Wahhab Sheikh ya Mawahabi wote, katika barua yake alinena nass ya barua yake, fa maalumukum anna man amila bi madhhabihi fi mahalli wilayatihi la yunkaru alayhi, katika mtakamuliuenyute mtu akifanya madhhabi yake pale pale kwao msimpingeni. Msikiti wa Al-Azhar wende kwa namna ulojengwa msikiti wa Azhar, mngine atake ende msikiti wa Mpangole, iko msikiti hakuzuiliwa

si lazima kuwalazimisha watu wa kufuata wewe, la yunkaru alaihi, hafai kupingwa. Muhammad Abdul Wahabi kana kitabu chake cha fikhi alinena, madhhabi yangu sipiji bismillahi, madhhabi yangu sieti kunuti, lakini nkienda mahala watu hupija bismillahi na huweta kunuti, nami hupija bismillahi nkaweta kunuti ili nisitie fujo pale mahala. Hamad Abdul Wahab mwenyewe yeo hutoka haswa minrao msikiti wa bismillahi ndrao msikiti wa kunuti nisiete kasdi, ili ilikungie fujo. Mtu leo fanya dawa gani? Hutandikwa tu basi, hakuna kusikitikiwa. Mgine hatofanya tena, na watu wakisimama namna nini, hawatotezewa watu. Mtu angie afanya atakalo, bana nasitumuate, si uzuri. Konga likiwa fujo, aliyetaka fujo ni yeye. Mtu ametoka atoka hapo msikiti yetu ya tarika kama huno wa Riadha wapi, aye aneni maneno kinyume cha msikiti huno kaba ja, si uzuri si uzuri nini, atandikwe pale pale. Siku ya pili akiambia nende msikiti ule hendi kule. Masikidi ya Amani alikuwa na mtu kanina maneno yake, alitukuliwa yuu kwa yuu akatupa nje, alitukuliwa yuu kwa yuu na huku jama kumtia makofi na kumpija ngumi wakamtupa nje, hamwambe siku ingine ende. Lakini asi uzuri, yeye ndio taka ufujo msikiti. Wende kwa sharia ya wenye msikiti. Leo tukawa na misimamo kama hiyo, tutafaulu. Atatoka mtu ange msikiti wetu arina atakalo? We huna ruhusa msikiti wao, we ukaenda msikiti wao utatolewa pale kwa hizaya lakini yeye atangia wana lmasajida lillahi usidanganye, alkmasajida lillahi msikiti wa maka ndo msikiti wa Mungu hasa, anenda kazungumze biri yeye, yeye mpotofu ende maka tu, asma salamu alaykum wa rahmatullah, angala tatiwa ndani siku ngapi? Na naesudi azungumze wazungumzi wakiwahabika hasa, madamu hukua idhina hukuandika utatiwa ndani. Ule ulendo msikiti wa Mungu hasa wa Madina ndio msikiti wa, wa Mtume hasa nende afanye ya, ajaribu atueneshe bila kutaka ruhusa, itayari tenaepamoya aikinge msikitini, asalamu alaikum wa rahmatullah, watu kupiga salamu, ainuke anene huu ni msikiti, msikiti wa Mungu ni msikiti amejengewa Mungu, kuna lolojenga kuna lolotandika bisati unalotiataa kuna wa misati, kuna walipao walipao bili una wenyewe msikiti si msikiti wangu, kwa umeteremka mbinguni, upo hapa. Msikiti watoka wapi? Mbinguni umeshuka? ni msikiti una na watu, ndio waangaliao na kutia rangi na kutia maburashi na kusimamia, wana sharia zao. Na wewe jenga msikiti wako na sharia zako, hakuna mwenye kuingilia. Lakini kwa lazima msikiti ya watu iwe ni yenu na yenu, ile haimhusu mtu mwingine. Mmekuwa kama wale jamani, wale wa waliga kizamani, kombea yako yangu, yangu hapana, fikiri chako ni changu, lakini changu hukipati. Yako yangu yangu, hapana fikiri, maanake changu hukipati. Sasa msikiti yetu ni yao, lakini yao, tusifikirie kabisa, hatuipate na leo. Sisi tuna umoja, wakiwa msikiti yetu wakifanya fujo, nasi hutoka jeshi watumia mia mbili, tukaingia msikitini kwao tukafungua darasa basi. Lakini hakuna